Ya Kasarani, hiyo ni njia imekuwa kutoka kule juu, uh, kule kwa uh, Indo Arena. Ukishaingia kwenye lile lango kuu kule sasa, uh -huh. Ndo wameingia sasa, wameingia ni ndani ya gate 3 ya mm -hmm. uwanja huu wa Kasarani. Sasa wanaelekea kuingia ndani ya uwanja wenyewe. Sasa wako hapo nje kwenye parking, wanaingia kwenye hilo lango. Na hapa mara nyingi ndipo unapata kwamba ndipo kwa viongozi mashuhuri wa wakati wa michezo wanaingia kama sio gate 1, inakuwa ni gate 3. Ndipo viongozi mashuhuri wanaingilia katika uwanja huu wa Kasarani. Mm -hmm. Na ndipo hapo sasa kiongozi huyu ameweza kuingizwa. Na kama ukitizama, katika mara nyingi hafla za kitaifa zikifanyika katika uwanja wa Kasarani. mm -hmm. Kuna lile lango kuu ambalo rais huwa anaingilia na mm -hmm. ni hapo ndipo wanaenda kuingilia. mm -hmm. Huu ni msafara wa pili ambao nadhani sasa huu msafara ndio ulio mm -hmm. na mwili wa mwenda zake kinara na kiongozi wa chama cha ja ODM, ambao sasa unaingia vile vile kwa upande huu mwingine, unaelekea kuingia sasa mm -hmm. ndani ya uwanja wa Kasarani. mm -hmm. Kwa hivyo basi, ni watu wengi sana, idadi kubwa sana ya watu na kama nilivyokuambia ukijaribu kuangalia vile vile e, baadhi yao wanavalia nguo za orange mm -hmm. kuashiria kile chama cha ODM ama ukipenda chungwa na, kama si kufia ni shati mm -hmm. na bila shaka yale matawi kama tulivyosema, mm -hmm. ni kama ni matawi ya ishara ya kuomboleza kwa jamii ya Dholuo. <laughs> mm -hmm. kwa hivyo basi, idadi hii ya watu ni kubwa sana watakapoingia pale uwanjani sijui watatumia mbinu gani ya kudhibiti umati huu. mm -hmm. na kuna kitu ambacho kinaniambia natamani sana mm -hmm. kama ningekuwa pale <coughs> natamani sana kama ningekuwa pale, yani kushuhudia historia hii uh -huh. ama tukio hili la kihistoria, bwana Mwithi uh -huh. najua kama pia ungekuwa mwanajeshi wakati huu mm -hmm. ungekuwa kidogo <coughs> uko overwhelmed. <coughs> Lakini Nicholas, kuna, kuna jambo nafaa tueleze watazamaji uh -huh. taswira mbili pale kinyume cha vile mambo yanavyokuwa, unaona, msafara huu umetoka kutoka JKA vile ulivyotwambia, ukafika mpaka pale, hatuna tukio lolote la utovu wa usalama, kumaanisha kwamba huyu bwana ambaye tunamsindikiza leo alipendwa na watu. Lile gari la jeshi ujaliona likisimama likitatizwa, ingawaje watu wanauoga sana na jeshi, lakini wale walio pale si wengi sana wa kushindwa wa kudhibiti hali ya usalama. Uhum. Lakini aha, wale watu wamekuwa na usalama. Uhum. Tumeona misafara kama hii ikitatizwa na guns, ambao tungependa kulingana na heshima ya huyu guns wasijaribu wa katika nchi hii yetu. Bwana Mwithi? Yes, sir. Katika hii picha kuna kitu ambacho nimekuwa nikitafuta kwa muda mrefu sana mm -hmm. lakini sasa manyakaso wetu wamepata ama kwa maana wapiga picha mm -hmm. wamepata hiyo picha na nimeiona kwamba ule mwili wa mwendazake Raila Odinga mm -hmm. uko hapa kwa maafisa ambao unaona wameketi pale nyuma mm -hmm. wameketi kwenye hilo gari mm -hmm. na hapo nyuma yao wameketi kwa kuangalia ule umati lakini nyuma yao, mm -hmm. pale katikati kwenye hili gari sasa ndo ulipo mwili wa Raila Odinga. Unaona hawa maskari ambao amba wameketi hapa mm -hmm na mm hizo mbuyo nyekundu mwili mm -hmm. wa Raila Odinga ndo huo uko hapo katikati kati. Upande wa meketi na upande mwingine vilevile wa meketi na nyuma, na ukiangalia hapa mbele wale wengine wamejazana hapa mbele kama mm. alivyotaja meja mstaafu ni kwamba ni ishara ya usalama ambao ume, umewekwa ni, ni, maana ya usalama ambao umeimarishwa kwa ajili ya kiongozi huyo ambaye amepewa sifa kedekede kede, mm -hmm. sifa sufufu kwa kuwa kiongozi alipenda amani mm -hmm. kiongozi Baba wa demokrasia, baba uh -huh. Raila Odinga sasa, uh hii -huh. ni safari yake ya mwisho uh imeanza leo hapa -huh. nchini uh Kenya -huh. baada ya yeye kuwasili